Mimi ni Mjika, Mjika, ninam- ninamtoa, nina binti yangu Pendo Mjika wa mwanaume ambaye Nathaniel Owino Wambewa awe mke wake. Jamani, mnasemaje? Asante sana baba. Mungu akubariki. Mimi katika huduma ya kufungisha ndoa hakuna sehemu ambapo inanigusaga kama hii. Mabinti, hakuna kitu ambacho ni fahari sana kama kuja kutolewa na mzazi. Nikuombe binti yangu, usijitoe mwenyewe. Leo kuna binti unajitoa peke yako kwenye kificho kabisa. Angalia leo, baba kabisa ameridhia mbele za na kanisa zima hapa. Tunajua kwamba baba ametoa nani?